Mradi wa kimkakati wa ujenzi wa minara ma 758 ya mawasiliano. Mradi huu e, tumeanza kuutekeleza mwaka 2023 na kwa na bahati nzuri Mheshimiwa Rais alishuhudia utiaji saini wa mikataba ile ambapo tulikubaliana na watoa huduma Tigo TTCL, e, Vodacom na Halotel na Airtel kujenga minara hiyo 758 kwenye kata 713 t nchini, na minara e, wilaya 127 katika mikoa yote ya Tanzania, mikoa 26, na kwenye mradi huo e, ukichukua kwa e, mujibu wa wa sensa ya mwaka 2022, ukichukua kwenye maeneo yote hayo 758, unaenda kukuta inaenda kunufaisha zaidi ya wa watanzania milioni nane na nusu kwa mradi huu unaenda kuwanufaisha wenzetu wa Tanzania ambao huduma ya mawasiliano aidha ilikuwa ni hafifu au ilikuwa hakuna kabisa, milioni nane na nusu Mwaka jana Julai elfu mbili na ishirini na nne Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa uchumi wa kidijitali, na kwenye yule mkakati wa uchumi wa kidijitali una nguzo sita na nguzo ya kwanza ni digital infrastructure ambayo hiyo digital infrastructure imegawanyika kwenye soft infrastructure ambayo ni mifumo ile alafu na hard infrastructure ambayo sasa ndio hii minara mikongo yote inadondokea hapo. Sambamba na hilo, e, hii nilielezea zaidi ni upande wa Tanzania bara, hiyo minara 758, lakini na upande wa Zanzibar tulitekeleza mradi wenyewe tulianza mwaka elfu mbili na, Januari elfu mbili na ishirini na mbili na ule mradi ulikuwa wa kujenga minara 42 Zanzibar ambayo ilikuwa inafika kwenye shehia eh, 38 zilizonufaika na mradi ule na huo mradi uligharimu kiasi cha shilingi bilioni 6.9. Mradi ule ulikamilika na unatoa huduma kwa wananchi wa Zanzibar. Uchumi wa kidigitali tunataka mwananchi anayelima mpunga kule Sumbawanga akitaka kuuza mchele Kariakoo aweze ku access soko la Kariakoo akiwa kule kule unawashukuru no, na kwa sababu tumekaa leo tuko tunasikiliza dozi na kwa sababu nami ni sehemu ya wanaohudhuria hudhuria hii mikutano leo kwa kweli maswali ya kisayansi zaidi mmeulizwa kwa hii kwenu ni mafanikio msione ya kwamba inakuwaje Jukwaa la Wahariri tuendelea kushirikiana nanyi Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote kwa maslahi ya taifa letu, ili tuone yale mapinduzi halisi ya kidigitali kuelekea uchumi kidi wa kidigitali. Mungu awabariki sana.